Hizi ndio njia kubwa ambazo unaweza kuzitumia ukiwa wewe kijana ambaye hauna mtaji lakini unatamani kuwa photographer au unapenda kufanya kazi ambazo zinahusiana na photographer au videographer. Na njia hii, cha kwanza kabisa kuna vitu ambavyo unatakiwa uvifanye. Cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa ukifanye ni kutafuta mentor au mwalimu ambaye anaweza akakufundisha au wewe binafsi kujifunza kwa jitihada zako binafsi. Ikiwemo kuingia labda mtandaoni, kutafuta mtu ambaye anajua, akufundishe nini. Alafu baada ya kujifunza au kupata ujuzi ambao unaohusiana na photography, kitu ambacho kinafuata ni kutafuta ofisi ambayo inashughulika na hayo mambo, kama wanapiga picha, wanashuti video, ni watu wa grafiki au mambo, mambo ambayo anaingiliana na hayo, unatafuta ofisi ambayo inafanya vitu kama hivyo, unajiunga, unaanza kufanya kazi pamoja nao ukiwa underground, na baada ya hapo utaanza kukua polepole polepole polepole pole. Na hii pia itakusaidia mambo mengi. Moja, itakusaidia kwanza kuingia kwenye industry ya kupiga picha bila mtaji mkubwa, kwa sababu mtaji wako utakuwa ni ule ambao umetumia tu kujifunza, inawezekana ikawa nguvu au ikawa matirio au inaweza ikawa hivyo, yani vyote vile ambavyo takuwa umetumia. Lakini pia itakusaidia wewe kuja kupata vifaa kwa urahisi zaidi, kwa sababu kila, siyo nisemaje, ni kama kila kila kitu kinatabia kumfuata mtu ambaye ni sahihi au mtu husika kwenye hicho kitu. Kwa hiyo kwa mfano ukiwa photographer, maana yake unaweza kupata vifaa kwa bei rahisi ambayo ni tofauti na mtu ambaye sio photographer. Unaweza kununua kamera kwa bei ndogo zaidi kwa sababu mtu anakufahamu kama mpiga picha, kwa hiyo ni rahisi kukuuzia wewe kukuambia bwana kuna chimbo sehemu fulani, kuna kamera au kifaa fulani kinauzwa. Kwa hiyo unaweza kupata kitu kwa bei rahisi au lakini pia inakusaidia kupata uzoefu mpaka pale ambapo unajua kupata vifaa vyako, unakuwa unajua nini unafanya, na inakuwa rahisi kabisa kuingiza hela kupitia kifaa ambacho uko nacho, na unakuwa umenunua kwa manufaa, unakuwa hujanunua